Redio Kwizera FM Kigoma 97.7 n7 Redio Kwizera FM Kagera Tayari imetimia saa mbili kamili za usiku. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemera na kwanza, ni muhutasari wake. Chama cha Mapinduzi CCM kuwachukulia hatua viongozi wa serikali na watendaji wa umma watakaoshindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mkoa wa Kagera la vitaka vyombo vya dola kuwachukulia hatua za kisheria wanaohamasisha uvunjifu wa amani, na muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini Burundi waitaka serikali kuzingatia sheria wakati wa kuondoa watu wanaoishi kwenye nyumba za serikali wanazopanga. Habari kamili. Dodoma, Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kitachukua hatua kali dhidi ya mawaziri, manaibu mawaziri na viongozi wengine wa serikali watakaobainika kufanya kazi kwa uzembe, uvivu au kushiriki katika vitendo vya rushwa. Katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Kenani Kihongosi ametoa onyo hilo leo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari na kusisitiza umuhimu wa viongozi wote kufanya kazi kwa weledi na kuzingatia maadili ya utumishi wa umma. Aidha, bwana Kihongosi amewaambia waandishi wa habari kuwa kazi ya CCM kwa sasa ni kuhakikisha serikali inatekeleza majukumu yake kikamilifu ili kuleta matokeo chanya kwa Watanzania.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 Aliyeuawa nchini Israeli na wapiganaji wa kundi la Hamas Oktoba 7 mwaka 2023 umewasili leo na kupokelewa katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro KIA. Mwili huo umepokelewa na ujumbe wa serikali ya Tanzania ukiongozwa na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Saidi Shaibu Musa. Pamoja na Balozi Silima Haji Kombo. Mwili wa Joshua Moleli unatarajiwa kuzikwa kesho Novemba 20 katika mtaa wa Njiro kata ya Orikesmeti wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara. Imeelezwa kuwa Moleli alikuwa nchini Israeli kwa ajili ya mafunzo ya kilimo katika eneo la kusini mwa nchi hiyo wakati shambulio lilipotokea alipoteza maisha katika eneo la Kibutuzi na hali onzi, na mwili wake ukachukuliwa na wanajeshi wa Hamasi wakati wa tukio hilo. Bukoba, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mkoani Kagera limevitaka vyombo vya dola kuwachukulia hatua za kisheria wanaohamasisha uvunjifu wa amani ili kuepusha kupoteza kupoteza kwa tunu ya taifa hii. Akizungumza na waandishi wa habari shehe wa mkoa huo Haruna Kichwabuta amesema kuwa Bakwata Kagera linaunga mkono tamko la taasisi hiyo taifa linalokemea machafuko yaliyojitokeza Oktoba 29. Amesema kuwa baraza hilo kupitia viongozi wake wataendelea kuelimisha umma kupitia nyumba za ibada, ili kutambua umuhimu wa amani nchini na kwamba waumini wasikubali kushiriki vitendo vyovyote vinavyoashiria uvunjifu wa amani ya nchi. Waislamu wote wa mkoa wa Kagera kutojihusisha au kushiriki vitendo vyovyote vinavyoashiria uvunjifu wa amani, utulivu na upendo tulionao. Pili, tunaviomba vyombo vya dola, yaani serikali, kuwachukulia hatua zinazostahiki za kisheria za mapema wale wote wanaojihusisha na kuhamasisha vitendo vya uvunjifu wa amani nchini. Kwa upande wao, baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu, Hamisi Halfani na Zaidati Mzakiru wamesema Watanzania wanatakiwa kuungana pamoja kuilinda amani iliyopo kwa ustawi wa taifa. Biharamlo, vikundi vya wajasiriamali waliochukua mkopo wa halmashauri katika kata ya Nyarubungo wilaya ya Biaramro mkoani Kagera vimehimizwa kufanya marejesho kwa wakati ili vikundi vingine viweze kukopeshwa. Afisa maendeleo ya jamii kata ya Nyarubungo Bwana Godian Kagaruki ameeleza hayo wakati akitoa elimu ya mikopo kwa vikundi vya wajasiriamali vya wanawake kata ya Nyarubungo. Aidha, amesema kati ya vikundi kumi vya kata hiyo vikundi vitatu vimeshindwa kurejesha mikopo wa shilingi milioni tano na kukwamisha shughuli nyingine hasa kwa vikundi vilivyohitaji mikopo hiyo mwezi wa tisa ndio itakiwa wamalize mikopo yao kabisa. Watu wamechukua 2020, 2021, 2022, 2023, lakini mpaka sasa hivi watu bado wanadaiwa. Kuna vikundi vitatu wanadaiwa takriban milioni tano. Kwa hiyo tunajitahidi kuwabana sana hao watu warejeshe hizo hela, ili kusudi na wengine wanufaike. kuendelea kusisitiza pale ni kwamba elimu inaendelea kusisitiza kwa kushirikiana na uongozi wa kata, mtendaji wa kata, viongozi wengine waliopo. Kuna timu ya kamati ya mikopo ngazi ya kata ambayo inakuwa na wajumbe wasiopungua kwa vyeo vyao. Kwa hiyo tunaendelea kushirikiana ili kuhakikisha hili jambo halitupi shida. Baadhi ya wanavikundi katika kata ya Nyarubungo, Bwana Stafford John na Amos Gervas wamesema kushindwa kurejesha mkopo kwa wakati kunachangiwa na mzunguko wa fedha kupungua, hali inayosababisha kupata hasara kwenye miradi wanayoitekeleza. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura. Muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini Burundi umeitaka serikali ya nchi hiyo kuzingatia sheria na maslahi ya wananchi wakati wa mchakato wa kuwaondoa watu wanaoishi kwenye nyumba za serikali wanazopanga. Msemaji wa muungano huo bwana Seletse Nsavimana amesema kuwa ni vyema serikali ikazingatia tofauti iliyopo kati ya wa wapangaji wenye mikataba halali na wale wanaoishi bila makubaliano maalum. Aidha, Bwana Nsavimana amesisitiza kuwa baadhi ya watumishi wa umma hususani wa sekta ya afya hawapaswi kuondolewa kwenye nyumba hizo kwa kuwa walipewa nyumba kutokana na umuhimu wa majukumu yao katika utekelezaji wa huduma za kijamii. Muungano huo umetoa wito kwa serikali kufanya tathmini ya kina kabla ya kutekeleza hatua yoyote ili kuhakikisha kuwa mchakato huo hauathiri utoaji wa huduma muhimu kwa wananchi. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amempokea katika ikulu ya White House mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salmani na wakasaini mikataba ya kibiashara na kiulinzi. Utawala wa Trump umesema Saudi Arabia itaongeza mipango yao ya uwekezaji kutoka dola bilioni mia sita hadi takribani dola trilioni moja. Riyadh imekubali pia kununua ndege za kivita na vifaru karibu mia tatu vya Marekani. Akiojiwa na waandishi wa habari, Trump alimtetea Bin Salmani na kusema mwanamfalme huyo hakuwa na taarifa zozote kuhusu mauaji ya mwaka elfu mbili na kumi na nane ya mwandishi wa habari Jamali Kashogi aliyeuawa ndani ya ubalozi wa Saudia mjini Istanbul. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari hu tena ni muhutasari wake. Chama cha Mapinduzi CCM kuwachukulia hatua viongozi wa serikali na watendaji wa umma watakaoshindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mkoa wa Kagera ravitaka vyombo kishiria vya dola kuwachukulia hatua za kisheria wanaohamasisha uvunjifu wa amani. Na muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini Burundi waitaka serikali kuzingatia sheria wakati wa kuondoa watu wanaoishi kwenye nyumba za serikali wanazopanga. Waza Wazua